Tuna mbegu kuu tatu. Mbegu ya kwanza kabisa tuna chotara ambaye chotara wetu anaitwa Sasso. Of course kuna chotara mbalimbali lakini sisi kama Silverlands tulichagua chotara wetu awe Sasso. Huyu Sasso ni kuku wa aina gani sasa? Kama nilivyosema, neno chotara linamaanisha ni kuku anayeweza kufugwa kwa ajili ya nyama na pia anaweza kufuga kwa ajili ya mayai. Sasso ukimfuga kama kuku wa nyama anafika umri wa kuvunwa akiwa na miezi miwili ambapo kwenye hiyo miezi miwili anakuwa na takriban kilo 2.2 pi mpaka kilo 2.5 kama umemtunza vizuri. Huyo ni Saso kama kuku wa nyama. lakini pia kwa mfugaji ambaye anajua malezi vizuri yani, anafanya brooding management vizuri, anaweza akamuuza Saso akiwa na mwezi mmoja, ambapo akiwa na mwezi mmoja anakuwa na takribani ya uzito wa eh, gramu ya 655. Huyo saso atauzwa kwa mfugaji mwingine ambaye hajui malezi, na huyo mfugaji basi ataweza kumfuga huyo saso kwa mwezi mwingine mmoja, ili sasa aweze kutimiza miezi miwili, ili auzwe kama kuku wa nyama au achinjwe kwa ajili ya matumizi ya nyama. Lakini saso huyu huyu, kwenye upande wa chakula, saso huyu sio lazima sana utumie chakula cha kiwandani kwa maisha yake yote unaweza ukamlea na chakula cha kiwandani kuanzia siku ya kwanza unapompokea mpaka anapofika mwezi mmoja na baada ya hapo unaweza ukawa unamchanganyia chakula. Kwa nini tumchanganyie chakula? Lengo kuu ni kurahisisha mahitaji, kufanya zile gharama za uzalishaji zisiwe kubwa sana. Huyo ni Saso kama kuku wa nyama, lakini nikizungumza Saso kuhusu eh, Saso kama kuku wa mayai E, anaanza kutaga au anafika umri wa kutaga akiwa na wiki ya 16 mpaka 18, yani miezi minne mpaka miezi minne na nusu. Hapo ndipo pale sasa ambapo anaanza kutaga, lakini e, SASSO huyu huyu akifugwa kama kuku wa mayai anaweza akataga mayai 240 katika kipindi chake chote cha utagaji, ambacho kipindi chake chote cha utagaji ni almost wiki sabini, yani mwaka mmoja na miezi kama minne hivi. Hapo ndipo sasa anakuwa ameshazeeka na anakuwa hafai tena kwa ajili ya kumfuga e, kama kuku wa mayai. Maana mayai atakayokuwa anazalisha basi anakuwa ni mayai kidogo sana, yatakuwa hayakidhi hayi... e, mahitaji yake yeye mwenyewe lakini pia faida kwa mfugaji. E, ningependa sasa nimtofautishe Saso na kuku wa kienyeji kwamba kwa nini ufuge Saso na kwa nini usifuge kuku wa kienyeji. Kama nilivyosema awali nimeshazungumza kidogo sifa za huyu chotara wetu ambaye ni Sasso. Eh ee, ukiangalia kuku wa kienyeji ukimfuga kama eh kuku wa mayai kwa ajili ya yani biashara ya mayai. Eh ee, kuku wa kienyeji kwanza kabisa anaanza kutaga akiwa na wiki ya 32, yani miezi 8 ambapo ni tofauti kabisa na kuku wetu ambaye ni Chotara Sasso, ambaye yeye anaanza kutaga akiwa na miezi 4 mpaka miezi 4.5. Kwao pale tayari unaona utofauti. Lakini pia kwenye uwezo wa utagaji kiasi cha mayai, yani wastani wa mayai ambayo yanatagwa na huyu e, kuku e, wa kienyeji ni machache sana, ukilinganisha na yale yanayotagwa na huyu chotara wetu. Kama nilivyosema awali kwamba e, Sasso anaweza akataga mayai 240 katika kipindi chake cha chote cha utagaji, ambapo kilinganisha na kuku wa kienyeji ambaye yeye ana uwezo wa kutaga mayai 60 tu katika kipindi chake chote cha utagaji lakini pia kama nilivyosema Sasso ni kuku ambaye ni mstahimilifu katika hali ngumu. Hana utofauti mkubwa sana na yule kuku wa kienyeji. Kwa vile sasa hana utofauti mkubwa sana na kuku wa kienyeji, basi mfugaji hana budi ya kumtumia e, Sasso e, ili kwa ajili ya kupata matokeo yaliyo mazuri zaidi, unaachana kabisa na kuku wa nini, na kuku wa kienyeji.